Tunayaona ambayo yameshafanywa, na hajaishia hapa. Kuna mikopo ya asilimia kumi inayotokana na mapato ya halmashauri ambayo mikopo ile ni bure. Kuna vijana ambao wako hapa, naamini wamenufaika, si kweli? Na, na Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya mikopo hiyo. Naamini mimi, mimi nitakuwa kipaumbele, nitakuja na nitahakikisha, sababu mimi mwenyewe ni kijana mwenzenu, sijazeeka bado. Najua vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Ukweli, ni, nasema, ni ukweli. Hii sio siasa, anasema ni ukweli. Nitahakikisha hilo nalisimamia. Arusha mpya inaenda kupatikana, na inashafanyaje, imeshapatikana. Lakini pia niwaombe, kwa haya ambayo yamefanywa, twende tukawe mabalozi ya, ya kuhimiza watu watoke kwenda kupiga kura. Ukisha tiki yule abiria, ukimbeba muulize umepiki kama hajatiki mhamasishe, mpeleke naye akafanyaje akatiki. Moja, niwaambie, unajua huwezi kusema sijapata mkopo sijafanya nini wakati hujafanyaje hujapiga kura. Ukipiga kura, unakuwa na nguvu ya kusimama na kusema hiki na hiki serikali ya Chama cha Mapinduzi akijafanyaje akijafanya. Daktari Samia Suluhu amefanya mengi, sisi ni mashahidi. Arusha yetu pia sasa hivi imebadilika, bodaboda bajaji mnapata riziki wango kweli wageni si wanakuja, wageni ni wengi, mikutano ni, ni mingi inayofanyika wapi? Katika mkoa wetu wa Arusha. Lakini kwa kusema hayo, mimi ni washukuru, sina mengi leo no, nimekuja kuwapa salamu na kuwaomba na kuwahimiza tuhakikishe tunatoka kwenda kupiga kura, tusiashe mtu nyumbani. Mama atoke mapema akapige kura arudi nyumbani, na wewe baba ufanyeje, utoke uende ukapige kura. Kie, niwashukuru kwa kunisikiliza, na mimi maombi yangu na mimi nimepokea ya kwenu na waahidi naenda kuwafanyia kazi. Na pia kuna changamoto zimezungumzwa, lakini pia serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya Chama Cha Mapinduzi ni serikali sikivu, ndio maana hata nyinyi mmekiri kuna ambayo wamefanyaje, yamefanyika. Kwa hiyo naamini hata haya yataenda kutatuliwa, ni waahidi hayo. Niwashukuru sana niwaombe tuendelee kudumisha amani yetu, tuendelee kudumisha umoja tuliokuwa nao. Vijana ni nguvu kazi ya taifa inategemewa, tuendelee kuhubiri amani. Asanteni sana. Tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwenda kupiga kura, tujitokeze kupiga kura za Daktari Samia Suluhu Hassan, Paul Christian Makonda na madiwani. Asanteni sana. Eh, tunaiomba serikali yetu kwa kipindi hiki sisi tuna msapoti mtambao mama kura. Tunaomba wathamini watu wa bajaji, kwa sababu wanatoa misaada mingi sana. Sisi sekta ya bajaji inasaidia watu kutoka ndani mtaani, lakini tunakokaa, naomba niwakilishe makundi maalum. Tuna makundi maalum hapa, tunaomba watupe mazingira mazuri ya kufanya kazi na bajaji na bodaboda kwa ujumla. Tupewe tu utaratibu na bora hakikisha mazingira mazuri ya kufanyia kazi ndani ya jiji. Tunaomba hii keki iliyoko Arusha tushirikiane. Asante mheshimiwa, tunaomba katuombee hilo. Mwenyekiti wa umoja wa bodaboda kata ya Ngarenaro. Na lengo lililotuleta hapa ni wito wa Chama cha Mapinduzi, na sisi kwa sababu ni watiifu na ni wasikivu na tunaunga mkono kazi za serikali, tumeitikia wito kwa wingi. Tuko hapa tumejaza ukumbi, lakini mheshimiwa, sisi viongozi wa bodaboda tulichaguliwa, sio tu kwa sababu tuwepo, tulichaguliwa ili tuwasaidie watu wetu na sisi tunawatii nini? Sio kwa sababu tuonekane tumekuja. Tunawatii kwa sababu tunataka watu wetu pia wanufaike kupitia nyie. Sasa mimi siwezi kukulaumu dadamu, kwanza nikupongeze umepata nafasi, wewe bado ni kijana na nina imani umoja wetu utakutumia na tutafaidi kupitia wewe apishwa ukikumbuka hiki kikao kwamba uliwaita maafisa usafirishaji wakaja ukumbi wa polisi mesi wakaujaza, wewe ukazungumza nao wakakusikiliza kwa upendo. Na sisi tuhudumie kwa upendo, hakikisha chama chetu cha umoja wa bodaboda. Tuna viongozi smart sana ngazi ya wilaya na tunawaamini, shirikiana nao tafuta watu waje wafanye biashara na sisi. Yaani sisi maafisa wa usafirishaji tuna hela, tuna nini? Tuna hela, ila ukitaka kuzipata hela zetu lazima ukubali masharti yeah, yetu sisi. Tafuta mtu anayetaka hela, mlete aje afanye biashara na chama chetu. Tuliwahi kufanya huko nyuma, yalitokea ya kutokea, tutaki kufufua makaburi lakini mimi niwashukuruni sana